Ujambo, msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC tarehe kumi mwezi wa Novemba kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Filis Mwate tulionayo asubuhi hii. Rais wa Marekani Donald Trump amekaribisha kujiuzulu kwa mkurugenzi mkuu wa BBC na mkuu wa idara ya habari kufuatia madai kwamba watazamaji walipotoshwa na uhariri wa hotuba yake. Kimbunga Fong Wong kilichotua Ufilipino siku chache baada ya kimbunga Kalmagei kuwaua zaidi ya watu mia mbili kinaelekea eneo la bahari ya kusini mwa China. Na mkutano wa COP 30 unaanza leo Belen nchini Brazil, kauli mbiu ikiwa kubadilisha ahadi kuwa na vitendo na kukubaliana juu ya mipango mikali zaidi ya kupunguza utoaji wa gesi chafuzi. Kwanza kabisa tunasema kwamba lazima kuwe na makubaliano kwamba tuache kabisa masuala haya ya kuendelea kuchimba fossil fuels na kuenda katika njia mbadala. Bila shaka hayo ni baada ya muda usiokuwa mrefu, kwani kwa sasa nampisha mwenzangu Halima Nyanza kusomea muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante Felix na habari msikilizaji. Bunge la Seneti la Marekani limepiga kura juu ya makubaliano ambayo yanaweza kusababisha kumalizika kufungwa kwa muda mrefu kwa shughuli za serikali. Wabunge nane wa Senate kutoka chama cha Demokrats wameripotiwa kukubali kuunga mkono hatua muda mfupi ya chama cha Republican ya kuongeza ufadhili wa serikali hadi mwisho mwa Januari na pia kuunga mkono mpango mkubwa zaidi wa kufadhili mashirika kadhaa muhimu. Hata hivyo, kiongozi wao Jack Shuma akizungumza na waandishi wa habari amesema amepiga kura ya hapana. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji la BBC, Tim Davis, amejiuzulu sambamba na mkuu wa kitengo cha habari, Deborah Turness viongozi hao walikuwa katika shinikizo baada ya kuvuja kwa taarifa inayodai kuwepo kwa upendeleo na kipindi maarufu cha makala ya uchunguzi kinachoonyesha picha za kupotosha za rais wa Marekani Donald Trump wakati wafuasi wake walipovamia jengo la bunge la Marekani mwaka 2021. Kwa upande wake, Debora amekiri makosa yamefanyika, lakini hata hivyo amesema madai ya upendeleo ndani ya BBC siyo ya kweli. Umoja wa madaktari nchini Sudan umelaumu kundi la wapiganaji wa RSF nchini humo kwa kuondoa mamia ya miili ya watu waliokufa kwenye mitaa ya mji mkuu wa jimbo la Dafuri Kaskazini, Elfasha, ili kuficha shutuma dhidi yao ya mauaji ya raia zaidi. Na David Nkya. Mtandao wa madaktari nchini Sudan umesema baadhi ya maiti zimezikwa katika kaburi la pamoja huku nyingine zikichomwa moto. Mtandao huo umelaani na kushutumu mauaji hayo kama mauaji ya halaiki ya kupangwa na kutaka kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ambavyo vilianza mwaka 2023 vimeua makumi kwa maelfu ya watu huku wengine maelfu yakikimbia makazi yao. Jeshi la Sudan na wapiganaji wa RSF wote kwa pamoja wamekuwa wakituhumiwa kufanya uhalifu huo wa kivita. Na wanaharakati nchini Afghanistan wamesema mamlaka za Taliban katika mji wa magharibi wa Herat zimeamuru wanawake kuvaa vazi la kufunika mwili mzima maarufu kama burkas ili kuweza kuruhusiwa kuingia hospitali na katika ofisi za serikali. Wanaharakati hao wamesema walinzi wa Taliban kwa siku kadhaa wamekuwa wakiwakataza wanawake hao kuingia maeneo pamoja na shule iwapo mwili au uso haujafunikwa. Hata hivyo, msemaji wa Taliban amekanusha taarifa za kutolewa kwa agizo hilo juu ya mavazi hayo na pia amepinga taarifa kuwa wanawake wanazuiwa kuingia katika vituo vya kutolea huduma za afya. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Matangazo haya ya Amka na BBC unayapokea kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali mbali, Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, lakini yako vilevile vile kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Philis Mwatii. Kimbunga kikali Fung-wong kilichotua Ufilipino siku chache baada ya kimbunga Kalmaegi kuwaua zaidi ya watu mia mbili kinaelekea eneo la bahari ya kusini mwa China. Fung Wong inaambatana na upepo mkali na mvua kubwa. Wanasayansi wamekuwa wakionya kuwa vimbunga vinavyotokea kwa sasa vinazidi kuwa na nguvu zaidi kutokana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zinazosababishwa na binadamu. Zaidi na Beldin walioula kimbunga Fung Wong kimeipiga mashariki mwa na kuwaua watu wawili huku mamilioni ya watu wakiyahama makazi yao wakitafuta maeneo salama. Kimbunga hicho kilipiga wilaya ya Aurora na kisiwa cha Luzon hapo jana. Kimbunga hicho kilikuwa kimeambatana na dhoruba kali shirika ya hali ya hewa nchini Ufilipino imeonya ujio wa upepo mkali ambao huenda ukaharibu miundo mbinu. Kimbunga hiki cha Fungwong kimejiri siku kadhaa baada ya watu mia mbili kufariki kutokana na kimbunga Kalmaegi. Maeneo mashariki mwa Ufilipino tayari yameanza kushuhudia mvua kubwa na upepo mkali kuanzia siku ya Jumamosi. Wakazi wa maeneo ya Katanduanes na maeneo mengine yenye hatari ya kupigwa na kimbunga hicho wametakiwa kuhamia maeneo salama. Shirika la Msalaba Mwekundu la Ufilipino limesema wametoa makazi ya muda kwa baadhi ya watu huku umeme ukikatika katika maeneo mengi. Kuna zaidi ya watu elfu kumi na nne ambao wamehamia sehemu salama tofauti. Pia tumeweza kuwapa chakula. Kwa sasa tunatumia jenereta kupata mwangaza, kwa sababu maeneo mengi kufikia sasa so hayana umeme no kimbunga Fung Wong kilitarajiwa kupunguza makali yake kabla ya kufika pwani ya Ufilipino, ila hali ya hewa imekuwa tofauti. Shughuli za uokoaji zimesitishwa kwa muda, huku mafuriko yakitarajiwa hadi mji mkuu wa Manila. Kufikia sasa, takriban watu mia moja hawajulikani waliko baada ya kimbunga Kalmaegi kupiga maeneo mengi ya Ufilipino na kuwaua watu watano nchini Vietnam. Rais wa Marekani Donald Trump amekaribisha kujiuzulu kwa mkurugenzi mkuu wa BBC na mkuu wa idara ya habari kufuatia madai kwamba watazamaji walipotoshwa na uhariri wa hotuba ya rais huyo. Tim Davie na Debora Tannis wamejiuzulu baada ya waraka wa ndani uliovuja kukosoa makala ya BBC ya Panorama. Walikuwa katika shinikizo baada ya kuvuja kwa taarifa hiyo inayodai kuwepo kwa upendeleo kwa makala hayo ya uchunguzi kuonyesha picha za kupotosha za rais huyo wa Marekani wakati wa wake walipovamia jengo la bunge la Marekani mwaka elfu mbili ishirini na moja. Zaidi na hali manyanza Tim Davis na Debora Tanis wamejiuzulu baada ya kuvuja kwa taarifa ya ndani iliyokosoa makala ya uchunguzi ya BBC kwa kuhariri sehemu mbili za hotuba na kuziunganisha pamoja kiasi cha kuonekana kuwa Rais Trump anahimiza waziwazi ghasia katika jengo hilo la bunge. Taarifa hiyo ya ndani pia ilikosoa taarifa nyingine za matukio ya habari yaliyoandaliwa. Msemaji wa ikulu ya Marekani Carolin Levit ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba kujiuzulu kwa, kujiu kwa viongozi hao kunafuatia ukosoaji wake kwa BBC kwa kile alichodai kwamba habari zake asilimia mia moja ni za uongo. Nalo baraza la Wayahudi nchini Uingereza limearifu kuwa jamii yao nchini humo imekosa imani na BBC kutokana na habari zake ilizotoa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita katika eneo la mashariki ya kati kwa kile ilichoita mabadiliko makubwa ya utamaduni ndani ya shirika. Tim Davis amekiri kwamba makosa yamefanyika, lakini kwa upande wa mkuu wa kitengo cha habari Deborah Tanes amekanusha madai ya mfumo wa upendeleo ndani ya BBC BBC. Akizungumzia kujiuzulu kwa Tim Davis, waziri anayeshughulika na masuala ya utamaduni wa Uingereza Liza Nand amemshukuru Tim Davis kwa kuiongoza BBC katika kipindi cha mabadiliko makubwa na kusisitiza umuhimu wa habari za kuaminika katika kuimarisha demokrasia. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uingereza Kemi Badenoch amesema madai ya upendeleo kwenye mfumo wa taasisi hayawezi kuondolewa kwa kujiuzulu watu wawili tu. Tim Davis ambaye ameiongoza BBC kwa miaka mitano amesema ataendelea kubaki katika wadhifa huo kwa muda ili kuruhusu mchakato katika kipindi cha mpito kupatikana kwa mkurugenzi mkuu mpya. Tukiangazia masuala ya Afrika sasa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo FRDC limeongeza kampeni yake ya kuhamasisha kikosi cha FDLR, kikundi cha waasi wa Wahutu kinachotokana ama kinachotoka huko Rwanda na kufanya kazi nchini DRC kuweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa viongozi wa Kongo au MONUSCO. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, wilayani Walikale, polisi na vikosi vya jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo vinatumia vifaa mbalimbali ili kujaribu kuwashawishi waasi kujisalimisha. Matangazo ya redio na matone ya kipeperushi na helikopta pia hufanywa. Kampeni hii pia inafanyika Pinga, karibu na mpaka wa Masisi, ambapo vikundi fulani vya FDLR viko. Sylvain Kenge ni msemaji wa jeshi la Kongo FARDC. Vikosi vyenye silaha vya DRC si vinatoa wito kwa FDLR kuweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa mamlaka ya Kongo au kwa MONUSCO ili kurudishwa katika nchi yao ya asili Rwanda. Vikosi vyenye silaha vya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo vinatoa wito kwa idadi ya watu wanaowasiliana na FDLR kujitenga na waasi hawa wa Rwanda. Upokonye silaha waasi wa FDLR ni mojawapo ya mambo kuu ya kutokubaliana kati ya DRC na Rwanda na hufanya jambo muhimu la makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya nchi hizo mbili huko Washington. Walakini, FDLR bado haijajibu mpango huu wa amani ambao umepelekea watetezi wa haki za binadamu nchini Kongo kuwa na wasiwasi dhidi ya mpango huu wa kuhamasisha FDLR kuweka chini silaha. Delikonyamwami ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka Sidope, mashariki mwa Kongo. Sidope. Ingeweza unga mkono mwito wa FRDC kusema kama FDLR iweze katia silaha chini na wanakuwa kama wanasahau historia ya Kongo. Hiyo siku zote ya utawala wa Rais Kabila waliweza wakatawala est ya RDC, hawakuweza kumaliza FDLR kuweza kuzifikisha kwanda. Wakati huo huo, wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda walianzisha mfumo wa ushirikiano wa uchumi wa mkoa chini ya mzi wa maafisa wa Marekani wakati wa mkutano wa nne wa kamati ya ufuatiliaji wa pamoja ya mkataba ya amani Ijumaa. Kamati ilionyesha wasiwasi juu ya maendeleo polepole katika kutekeleza mkataba wa amani wa Washington na kuwasihi wahusika kurudisha juhudi zao. na, na sasa nampisha mwenzangu David Nkya Devi, karibu. Sijui umevalia jezi nambari gani mgongoni lakini karibu, eh

Osu, walipokubali kichapo cha 4-2 dhidi ya Barcelona, mabaka. Kwenye tenisi mkali Carlos Alcaraz amesema am, am, ameingia ame finali za ATP kwa motisha, huku akisonga hatua karibu na nafasi ya kwanza duniani baada ya kupata ushindi dhidi ya Alex de Minaur. Mhispania huyo mwenye miaka 22 ameshinda ka seti 7-6 7-5 6-2 ndani ya saa moja dakika 40 mjini Turin nchini Italia. Alcaraz amecheza mechi yake tatu kwenye mashindano ya kumalizia msimu lakini hajawahi kufikia fainali hapo awali. Alijiondoa akiwa na majeraha mwaka 2022 akashindwa katika nusu fainali mwaka mmoja baadaye na akashindwa vilevile kufuzu katika kundi hilo hapo mwaka jana. Kwenye mbio za magari Lando Norris wa McLaren ameongeza matumaini ama ameongeza matumaini ya kufanya vizuri baada ya kungara vilivyo dhidi ya mchezaji mwenzake na mpinzani wake Oscar Piastri kwa kupata alama 24 kwa ushindi mkubwa katika mbio za Sao Paulo Grand Prix huko nchini Brazil. Uh, licha ya kwamba aliweza alitoka ali nje ya barabara na kuingia kwenye shimo, lakini alifanikiwa na anasonga mbele kwa ushindi mkubwa licha ya kwamba vilevile yupo nyuma ya Norris kwa alama 40. Na tisa kwenye tetesi za soka Phillies, huyu ni Tottenham Hotspur. Wamemfanya winga wa Everton Ilman Diaye mwenye miaka 25 kuwa mchezaji anelengwa zaidi, lakini Newcastle United, Juventus, AC Milan na Atletico de Madrid pia wanamfuatilia mchezaji huyo. Chelsea nao pamoja na Spurs wanafikiria uhamisho wa Januari kwa mshambuliaji wa Juventus na Canada Jonathan David mwenye miaka 25. Everton inaweza kuhamia kwa mshambuliaji wa Midtland huyu ni Franklone Juni mwenye miaka 21 mwezi Januari, lakini inakabiliwa na ushindani kutoka kwa Bologna kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Guine Bisau. Kwa upande wa Liverpool, wapo tayari kutoa euro milioni mia moja kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Italia Alessandro Bastoni mwezi wa 26 kutoka International Milan ya pale Italia. Felix, mimi namaliza mchezo namna hiyo mm-hmm. Lakini huyu anaambiwa kwamba mm, umeambiwa good morning my love ama umeachiliwa tu uh, kama ng'ombe za kwenye mnada jamani. Mimi na wewe umeambiwa hivyo au la? Asisemi kitu.